Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim waghfir lana warhamna innaka anta alghafuru rahim. Mwenyezi Mungu, tunakuomba tuhifadhie nchi yetu ya Tanzania, nchi pendwa kabisa, na kuomba ya Allah, kwa uwezo wako, kwa nguvu zako, kwa ufalme wako jalia jambo hili la uchaguzi lipite salama, kwa kuwa wewe ndio mwenye kutoa mamlaka na mwenye kutoa uongozi. Basi jalia jambo hili lipite kwa amani na salama, kwani tunaona viashiria mbalimbali ambavyo vinaashiria uvunjifu wa amani, kiasi kwamba tunakuwa na wasiwasi mkubwa katika taifa letu, ambao ni taifa pendwa kabisa, tunaishi kwa amani na Mwenyezi Mungu. Tumetoka Tanzania hali ya kuwa tumetoka kwa amani kubwa watatarajia pia Allah, amani hiyo iendelee kudumu maisha na maisha milele na milele kwa uwezo wako, wewe ndio mfalume na ndio mfanyaji wa kila kitu. Tunakuomba kupitia hii dua na hii sauti, Mwenyezi Mungu, jalia kabuli na kuomba tupokelee dua yetu kwa njia kwa nia njema kabisa ambayo tumekusudia, na jalia Allah tabarak wa taala, tuhifadhie mji wetu nchi yetu ipendwa kabisa nchi ya Tanzania. Hakika Allah, kama si amani hata sisi huku tusingefika na hata hapa tusingekuwepo, lakini kwa amani hiyo ya Rabbi tumebakia salama na majambo yanaendelea. Yaliya uchaguzi ambao umebakia siku moja, ya Rabbi upite salama na amani. Sisi twakusudia amani yetu ni yenye thamani zaidi kuliko yale ambao anagombea wao. Allah tuhifadhie nchi yetu kwa uwezo wako kwa utukufu wako kwa nguvu zako kwa ufalme wako na kwa uwezo wako. Wewe ndio mfanyaji wa kila kitu na viumbe vina uwezo, wewe ndio mwenye uwezo wa kila kitu. ya Rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati wa amma sifuna wa salamun. Kwa jina naitwa Ahmad Shabani Muhammadi, ni miongoni mwa wanafunzi wanaosoma nchini Moroko masomo ya dini na kozi ya uongozi. Kwa niaba ya Watanzania wenzangu tuliopo katika chuo hiki tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia kukutana katika eneo hili kufanya mazungumzo mawili matatu, lakini lengo na baada ya mazungumzo hayo ni kufanya dua fupi na kuliombea taifa letu la Tanzania. sisi tuliokuwa mbali huku wakati umekaribia wakati wa kura na kufanya uchaguzi wa kumchagua mteule ambaye ataongoza nchi yetu kwa muda wa miaka mitano. E, kwa hiyo fursa hii tuichukue, kwamba Mwenyezi Mungu tunamwomba kwa uwezo wake na taufiki yake, nchi yetu aipitishe kwa amani, Amin, kwa utulivu hasa kipindi hiki cha uchaguzi, na tunaomba Mwenyezi Mungu yote ambayo kwamba yamekusudiwa mabaya maandamano na vitu vingine vya kuharibu amani ya nchi yetu visifanyike, kwa sababu vitaharibu utaratibu na uzuri wa nchi yetu. Sisi leo tuko nje ya nchi ya watu huko, lakini kuna utulivu na amani. Lau ingekuwa huko hakuna utulivu, tusingelikuwa katika nchi hii. Kwa hiyo tunaomba katika kipindi hiki kifupi, Mwenyezi Mungu atupitishe salama na amani na utulivu, na turidhiki na ambaye atachaguliwa kuwa ni kiongozi, ndiye Mungu aliyemchagua kama Mungu hajakuchagua huwezi kuwa kwa hiyo tusilazimisha yule ambaye hajakuwa awe na ambaye kawa asiwe ili itakuwa sio utaratibu ambao mkaupanga kwahiyo mnyezimu tunamuomba kwa jalsa hii fupi na ndugu zangu wanafunzi wenzangu basi nchi yetu hii ipite katika amani na utulivu, hasa kipindi cha uchaguzi. Mwenyezi Mungu aujalie sote utulivu inshallah taala. Leo wanafunzi wa kitanzania wamekusanyika hapa katika chuo cha Muhammadu wa sita kuliombea taifa lao kwa sababu linaelekea katika uchaguzi mkuu katika siku zinazokuja, kuliombea taifa lao lipite katika uchaguzi kwa amani na salama. Na hapa ndipo miongoni mwa wanafunzi wa Tanzania ambao walijumuika katika dua ya pamoja kuliombea taifa lao, tupate mawili matatu kutoka kwake. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam rahmatullahi ta'ala barakatu. Bibi, hali yako sheikh? Alhamdulillah. Unajisikiaje kushiriki katika dua ya kuliombea taifa katika uchaguzi huu unaoendelea? Ni jambo ambalo zuri afundi muhimu hasa kwa kipindi hiki ambacho Tanzania limeliendelea lijambo la uchaguzi. Unawaambiaje ndugu zako walikuwa Tanzania ambao hivi sasa wanajiandaa takriban, siku moja imebaki au mbili, kuelekea katika uchaguzi? Yaani jambo lilobakia ni moja au kwa mawili tu. Makasidi katika somo ambao tunasoma huko ni kukusudia lile jambo. Kwanza kwenda kupiga kura, pale wewe unaenda kupiga kura kwa yule ambao mwenyewe unamtaka, wala uendi kulumbana na mtu. Unaenda kupiga kura kwa yule ambaye mwenyewe unamtaka, ukimaliza hapo unaenda kuendelea na shughuli zako, wala hamna mambo ambao magumu zaidi zaidi ya hilo. Maneno ni yale aliyosema Mtume kwamba allahumma anta salamu, Mungu wewe ulivyo ni amani tupu waminka salam na kutoka kwako kwa Mungu hupatikana amani tupu. Kwa kuwa tumeatanguliza maneno haya katika uchaguzi wetu, tunaomba ujalie uwe ni uchaguzi wenye amani tupu. Haya, nilikuwa ni makala mafupi au dua fupi kutoka katika chuo cha Muhammad wa sita ambao wanafunzi wa Kitanzania walikusanyika hapa leo hii kuliombea taifa la Tanzania katika uchaguzi ambao unaelekea hivi punde. Kulikuwa na mimi ndugu yako Abdul Aziz Hilal, mpaka wakati mwingine, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahmid TV